Sijaona kitu ambacho kimepungukia Eli Mpanzu, isipokuwa naona mahitaji makubwa ya mashabiki wa Simba juu ya Eli Mpanzu, sio Eli Mpanzu wamepungua kiwango. Ngoja nikueleze ndugu yangu, Eli Mpanzu walikuja katikati ya msimu mwaka jana, wakati tunajenga Simba, tulikubaliana na mioyo ya wanasimba wote, walisema tunajenga timu ndio kipindi ambacho kulikuwa hapaswi kuwaumiwa mtu yoyote, kwa sababu kila mtu alikuwa anaonekana anacheza katika usawa anacheza katika hali na anaipambania. Ili Mpanzu akafanya jitihada zote za kimpira, na tukiamini kuwa ili Mpanzu ni mchezaji mkubwa. Mahitaji ya mwaka jana na mahitaji ya mwaka huu ni mahitaji mawili tofauti. Wakati tunajenga timu, hata tungefika robo fainali ya Federation, hakuna mtu angemwoji swali mtu yoyote, lakini kwa sababu tulifika fainali tukafiti timu na tumepangua ile timu karibu wachezaji saba no, na waizi nane katika timu ambayo tulikuwa tunaa, tukapata maongezeko, ndo hao hiyo moja. Lakini pili, Elie Mpanzu wanachezaji katika uwanja, labda watu wengi hawajui na tunapaswa kuwafundisha. Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye uwepo wake katika uwanja anatakiwa kufanya namba za maadui zionekane kuwa namba ndogo. Hii lugha itakuwa imeeleweka, naam naam. Eli Mpanzu katika uwanja ni kutungua cii za maadui. Sasa Eli Mpanzu akapata chansi alafu asifunge chansi, makosa hayo yako duniani kote. Ngoja ninukuu maneno ya mchezaji mkubwa kabisa, kwa sababu ukurasa wetu wa leo unamzungumzia elimu Mpanzu Abdallah na kipindi chako cha televisheni kitambue ambacho tutakisema, mm -hmm. E, kuna mtu mmoja Manchester anaitwa Bruno Fernandes bado yupo, ni ninahodha kwa sasa hivi kikosi cha Manchester hivi ninaodha. Bruno Fernandes ana mechi moja mwaka juzi alicheza akiwa Manchester United, nakumbuka alizomewa na wachezaji wote baada ya kufika mara takribani tano au sita golini na kuto kupata matokeo Mwandishi wa habari wakati Bruno anatoka akampa Mike, Bruno Fernandez akamwoji maneno ya fatari, akamwambia Bruno, mashabiki wote wamekuzomea ambao walikuwa wakikushangilia, huoni Bruno kuwa umecheza chini ya kiwango, na wewe ndo sehemu ya yakwakosti Manchester leo? Bruno akamwambia mshabiki maneno haya, anamwambia mwandishi maneno haya, anamwambia mwandishi, kazi ya shabiki ni kuzomea na kushangilia ikitokea ameona ipo sehemu ya kuzomea anazomea, na ikitokea ameona ipo sehemu ya kushangilia atashangilia. Hata mimi Bruno leo ningekuwa shabiki, ningemzomea Bruno Fernandes katikati ya uwanja. Lakini nikuulize wewe sasa, mtangazaji, akimaanisha mwono wako, we mtangazaji, katika mpira ni mkubwa kuliko muono wa shabiki kama Bruno. Nilikosea? walio nyuma yangu wamepatia ungekuwa amenisababishia makosa, Bruno Abdala. Unamwelewa vizuri Bruno na- naelewa vizuri Seif. Maneno yao ni nani? kati ya sisi aliyecheza vizuri? Yaani, umtajie Bruno, mi nilicheza vibaya, lakini kulikuwa na wachezaji tisa. Wote kama wamecheza vizuri, ubaya wa Bruno ungesawazishwa na hawa wachezaji tisa. Wamecheza vizuri maana yake sote tulicheza vibaya, lakini siku mbaya kazini ilikuwa kwa Bruno Fernandez. Shabiki yoyote unayemwona anasimama kumlaumu Eli Mpanzu, manayake shabiki huyo katika kichwa chake aliamini mtu anayeweza kuibeba Simba ni Eli Mpanzu. Sasa tumwambie ushabiki kuwa we hutendei haki mpira unaukosea. Miongoni mwa wachezaji wanaoporwa mipira mingi kuliko wachezaji wote pale Yanga ni yule mnamwita e, pakoo Mezugu, jamaa anapoteza mipira kuliko mtu mwingine yoyote, lakini kwa sababu huwa anapata matokeo moja au mawili akayafanyia vizuri, ndo mtu anatajwa vizuri, ndo vipa mashabiki. Lakini msimu wa mwaka jana, kama nitakuwa sikosei, kuna mechi alikuwa anachezea benchi, mashabiki wa Yanga hawana imani naye. Mchezaji ana vipindi, anapita. Kuna kipindi anaweza kukupa kitu kizuri, Abdallah, kuna kipindi akapita kipindi cha kawaida. Ni kanuni kwa mchezaji, maisha ya mtu yoyote unayemfahamu, huwezi kupita vipindi vyote kwa sawasawa. Ndo maana akaaimachini, kuna kipindi cha neema na kipindi cha njama tajiri, kwa sababu amewapa neema anawatia kipindi cha maradhi na kipindi cha uzima. Katugawanya hivyo, na maisha ya mpira yako hivyo. Kwa Abdallah, akisimama shabiki yoyote ukanaambia ni shabiki wa Simba Sport, anamuona kuwa tatizo nini ni, ni, ni, Elie Mpanzu, tena anataka apelelezwe Abdallah, iwe influensa, iwe shabiki wa kawaida. Mimi katika maiki yako ya Simba eh, Fans Tv, namwambia akajifunze kwa sababu sio dhambi kujifunza mpira, lakini mimi sijaona mwalimu yoyote katika walimu wao waliopita hata katikati ambaye aliwahi kuthubutu kutoa lawama zake kwenda kwa kwa Elimu Panzu kibitawala. Lakini Seif, maneno ya mashabiki haya eh, na labda kuzungumzwa isivyo, si kwamba labda mashabiki wanaamini Elimu Panzu anaweza kufanya zaidi ya hiki ambacho anachokifanya na kuisaidia timu kufikia malengo yake ambayo imejiwekea katika mchezo mmoja mmoja, lakini kwa malengo ya msimu kwa ujumla, mchezo wa mpira huko hivyo. Eli mpanzu akiwa yuko hivyo wanavyotaka mashabiki, anaenda national Al Ahly au anaenda Experience de Tunis au anaenda hata kwa Petro Atletico de Rwanda, umenielewa? Sijui ndio au anaweza kwenda Wydad, kwani sahizi Stephane Aziz ki yuko wapi? Yuko Widad. Unajua sababu ya kwenda Widad well? alikuwa bora kuliko mtu yoyote paleya. Kwa hiyo mimi sisemi elimu kwanza watakiwi kutupa kitu, sisemi hivyo. akiwa bora kwa asilimia tisini anaondoka, anakuwa hayupo Simba, umenielewa vizuri? Ndiyo, akiwa bora ule wa kupata kwa wakati na kukosa. Ni kariba ya wachezaji wote duniani, ni tabia ya wachezaji wote duniani, sio kibisa wala tu unapokuja kusimama, unajua ngoja nikwambie athari hii inayotokea Elimu. Kwanza kwanza, Simba hatuna taratibu ya national ar. Ngoja tufundishe baadhi ya ah, watu ambao wajui. Pia national ar, ukiingia miongoni mwa mikataba, kuna mitandao inakufa kwako, labda ibate simu ya mkewa iendeshe au management yako. Kwa mfano, national waruhusu kuwa na, na, na, na Facebook. National waruhusu kuwa na Instagram. National waruhusu yani ni WhatsApp. Kwa maana whatsapp utachati na watu unawafahamu na yasiwe magrupu, menielewa? Wasiwe ndio mm-hmm. Kwa nini kina elimu Mpanzu wanapita katika mitandao ya kijamii leo? My brother, umeona hoja ambayo anatoa, dunia ilipokwenda leo. Mjerumani ambaye hajui Kiswahili ana uwezo wa kusikiliza hii clip, haina shida, na atasikiliza ataipata kwa lugha ya Ujerumani. Leo dunia imekwenda mbali, elimu Mpanzu, ni issue ya kugeuza kila maneno. Ni kweli na akili timamu, brother. Hapo mimi kinachoniuma tu, so, shabiki mimi, shabiki sina na, shida, nimenukuu maneno ya ya, ya, ya, ya... Eh, Fernandez ye Bruno Mamare, Fernandez Shabiki, shabiki kazi zake mbili tu yanavomea na, na shangilia. Haijalishi umeamkaje. Nyinyi ambaye ni influencer, mimi nawarudia wao, juzi niliwazungumzia juu ya matokeo. Saizi na nawazungumzia juu ya elimu. Ni ma influencer nyinyi mko karibu na baadhi ya viongozi. Msendeni basi mpira. Wengine wenu mnajiita wachambuzi. Mwenelewa vizuri, eh, mmetoka katika ma influencer. Mimi nimekaa juzi nimemsikiliza mtu anamtukana dule. Hata nisili yake kusema. Dula Hivwaiti alisimama kama mchambuzi, wakati anayezungumzia mechi alisimama tabia za kimpira mnowei. Mtu akenda akamwambia, wewe unachambua nini? Kwa sababu hakushea na wewe. Sasa aliyemtukana Dula Hivwaiti ni shabiki. Sina pressure na shabiki, na pressure na watu wanaojiita wao ni wachambuzi, na pressure na watu wanaojiita mainfluensa. Kwa sababu kama umepewa fursa ya kuzungumzia mpira, unaanzaje kumzungumzia elimu pangu kama mchezaji ametumika unataka aundiwe tume, alafu kesho wewe unataka yani viongozi wawe na vita na Yanga kumzuia ili Mpanzo wa, kwa sababu kesho ili Mpanzo atakuwa yuko sahihi tu, atacheza mpira ambao wewe unadhani na unautaka acheze. Akitakuwa yuko sahihi wewe utasahitaji ili Mpanzo wa bakia kijana. Umesahau kama kwenye maiti ulisema Mpanzu anatumika na Yanga, ni rahisi Mpanzo kwenda kwa adui yako hatuwezi kuwajenga wachezaji kuwa sisi kwa kuanza kuwazomea. Ngoja nikwambie kitu kimoja, kuna mchezaji anaitwa Dube yupo pale Jangwani. Yule Dube kaka, sijui kama angekuwepo Simba ingekuwaje, uhakika hata mpira wenyewe umenielewa vizuri yeah. lakini huwezi kusikia influensa wa Yanga anamponda Dube, huwezi kusikia mimi, kusema kweli sijasikia, labda ukikaa, lakini mwingine atakwambia Dube anapasa kuombewa na nini, akidube mchezaji wetu hawa wenzetu hawa wa Ndalambo wanajitahidi angalau kuna wakati kubeba wachezaji wao hata kama wana viwango vya kawaida. Ajabu ya sisi shekhe hivi we haya hu nakaka ulitaka afanye kitu gani huyu? Huyu nani nani Mpanzu, mbona Abraham naye amekosa goli brata? Tena Abraham amekosa goli mwamba huu mtu huyu hapa. lakini kwa nini hatumlaumu Abraham? Tunaona jitihada anazofanya Mpanzu amefanya jitihada ndogo anzu wamecheza mpira wa kutosha, amecheza mpira mkubwa. Tukwambie ukweli, pale ndo kiwango chake kilipoishia kwa mechi hiyo. Atakupa kiwango kikubwa kwa mechi nyingine. Mchezaji hawezi kutoa kiwango kikubwa mechi zote. Hilo moja. Pili, ukumbuke Mpanzu wa kukabiliana na Njombe Mji pale kaka, kama ufahamu mpira, Mpanzu walikuwa wanakabiliana na, na mabeki waliokamilika, mabeki wenye weredi, walikuwa kuna muda lazima amnyime hizo chance wao. Mmwona Mpanzu kapiga chenga E, nguvu energy alichukua kwenda kumtoka mtu wa mwisho kupiga hiyo chenga, umeelewa? Inaweza kuweza kumpa uangalifu ule ule, unaweza kumtengenezea uimara ule ule kaka. Hii mipira bwana, watu wengi taarabu, Abdallah, tunaheshimiana. Wamwache legend afanye kazi, wamwache. Mimi namwita legend, mtu mwenye nguvu mkubwa i na atafanya kitu ambacho tunakitaka, na hawa wanafiki wa, wa, wanaosomea baadaye watageuka, kwani kuna kipindi tu alikuwa anamtukana budo wao kupita maelezo. Budo kwenye mashindano ya kimataifa ya federation mwaka jana alipofanya vizuri kidogo tu, hao hao watu wamepinduka wa, wa, wakasema hamna mtu kama huyo. Hawajawahi kuwa na shukurani hao watu, shekhe. Lakini nyinyi pia mainfluensa, acheni na sisi ya, barikeni msishuhulike, sisi tutawavaa kweli. Katika wakati mtakumbia katika sehemu tusalimiane, utaacha mimi nikiona unatoa maoni ya hovyo katika Simba mimi huwa sikumiliki. Bana, nikushukuru sana sasa. Na mimi nikushukuru Abdallah kwa kunipa muda wako. Haya bana, mchana mwema.